Tafakari yetu wiki la kwanza kipindi cha Kwaresima. Hebu jaribu kwanza kufumba macho yako, vuta pumzi ndefu na umwombe Yesu, umuone Yesu akiwa amebeba msalaba wake. Hebu kumbuka mzito wa ule msimuti ukiukandamiza mgongo wake uliochapwachapwa vibaya huku kila mwiba uliomwingia ni kama ukumbusho wa mizigo yetu ambayo yeye anaibeba kwa hiari. Jaribu kumsikiliza mwangu wa sauti yake, ni maneno haya: mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku, anifuate. Luka sura ya tisa mstari wa ishirini na tatu. Huwaza juu ya upendo ulio machoni pake, siyo hasira, sio majuto, bali upendo. Upendo unaokumbatia mateso ili tuwe huru, upendo unaotembea kwenye njia ya Kalvari kwa ajili yako, kwa ajili yangu. Katika nyakati hizi jitafutie wasaa wa utulivu na ukimya ili ukukumbushe kuwa msalaba sio wake tu, bali ni wetu wa kuubeba kwa imani. Lakini katika msalaba kuna matumaini, katika majeraha yake una uponyaji Isaya sura ya hamsini na tatu mstari wa tano. E Bwana Yesu, katika kipindi hiki cha Kwaresima, nisaidie kukumbatia msalaba si kama mzigo, bali kama njia ya upendo, ukombozi na maisha mapya. Amen.